Unatumia muda mwingi kufanya trading kwa mikono? Umechoka kufuatilia crypto charts mchana kutwa? Umeshindwa kulala kwa hofu ya kupoteza pesa? Labda ni muda wa kubadilika. Leo nitakuonyesha faida tatu za kutumia Royal Q badala ya manual trading. Faida ya kwanza, uhuru wa muda. Manual trading inahitaji wewe ukae online kila wakati. Umechoka, unaogopa kulala kwa hofu ya kupoteza pesa, lakini Royal Q inafanya kazi saa 24 siku saba kwa wiki. Wakati unalala inabaki ikifanya trading. Faida ya pili, bot hufuata sheria za biashara, haina hisia wala woga. Manual trading unapata fomo, panic na tamaa. unaona red unauza haraka, unaona green unaingia kwa kuchelewa. Hisia zinakuharibu. Royal Q haina hisia, inafuata sheria za biashara tu, hakuna panic selling, hakuna greedy buying. Ni robot inafanya tu kazi yake bila kichefuchefu. Faida ya tatu, mkakati thabiti. Kwenye manual trading, leo unafanya scalping, kesho swing trading, trading au day trading. Una consistency. Royal Q inatumia mikakati iliyojaribiwa na wataalamu: Grid trading, martingale, dollar cost averaging strategy inaendelea bila kubadilika, matokeo yanaweza kutabirika zaidi. Manual trading inahitaji muda, akili na nidhamu ya hali ya juu. Boti inarahisisha yote hayo. Iulize kwa nini upate stress wakati teknolojia inaweza kukusaidia? Kama unataka uhuru wa muda, kuzuia hisia na matokeo endelevu, Royal Q ndio jibu. Link ya kujiunga iko kwenye bio yangu. Royal Q inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya uhuru wa kifedha.